kandu tekutali aye cawelufo yanyendile yekunyiwiza kwakwe mumoyo celuninaye yesu muwendo yekunyenda ku, ye yesu mwihula yekunyenda

ndanene agakanhinga jigoya dyakwe kwimuhuila kwina chinyemi ni kumuwinga baho luhoma kwa sokoni na Yesu muwendoye Yekuna Yesu mwihula Yekunyenda Yekunyenda Yekunyenda Yesu mwihula Yekunyenda Nene Matunyo mengi Goye kutunywa imwe dulugano mgachi yose nene sileka hata kulanga nimba ni naye yesu muwendo yekunyenda yeku. yesumwekula yekunyenda yeku, yeku, kunyendamugan basi, kabla sijasema neno lolote, ningependa nianze kwa kumshukuru na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa wema na fadhili zake alizotujalia sisi sote kwa kuamka salama na kukutana hapa leo katika tukio hili muhimu, katika hali ya kupondeka kwa moyo, nikiwa katika amani ya Yesu Kristo. Namshukuru Mungu kwa kibali na ulinzi ambavyo ni zawadi ya uhai kwangu na kwenu, kwa familia yangu na familia zenu na kwa watumishi wote watu wa Mungu mliopo hapa na ndugu zangu wote hapa kanisani katika viwanja hivi vya Kanisa la Andrea Mtakatifu e, Diocese ya Morogoro ya Kanisa Anglikana Tanzania. Nikili wazi mbele yenu kuwa wakati wote nilipokuwa katika uwepo wa Mungu kama hapa, najisikia amani na furaha isiyo na kifani, siku zote nikiwa kazini na mahali pengine popote natembea na Biblia na napenda sana kusoma Zaburi na kama inavyosema Zaburi ya mia moja kumi na nane aya kumi na nne kwa sababu sikuwa na Biblia ya Kikaguru, ningeisoma kwa Kikaguru, lakini nitasema kwa Kiswahili inayosema: Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu.